Nicolas Maduro Moros, mwanasiasa na rais wa Venezuela tangu mwaka 2013 baada ya kifo cha Hugo Chavez. Puejo, compañero y hermano. Juro a nombre de la memoria heroica de nuestros pueblos indígenas, de Guaycaipuro, de nuestros libertadores y el más grande de ellos Simón Bolívar. Desde aquí kia... Alizaliwa mwaka 1962 mjini Caracas. Kabla ya kuwa mwanasiasa, aliwahi kufanya kazi kama dereva wa mabasi na kuongoza chama cha wafanyakazi, jambo lililomjengea msingi wa kisiasa miongoni mwa watu wa tabaka la chini. Maduro aliingia rasmi kwenye siasa kupitia harakati za mrengo wa kushoto na akawa mwanachama wa chama cha United Socialist Party of Venezuela PSUV. Alikuwa mmoja wa watu wa karibu sana na Hugo Chavez, jambo lililomsaidia kupanda vyoo serikalini na kuaminiwa kushika nafasi nyeti katika utawala wa Chavez. Maduro aliwahi kuwa mbunge wa Bunge la Taifa na baadaye kuteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje kuanzia mwaka elfumbili na sita hadi mwaka elfumbili na kumi na tatu. Katika nafasi hiyo alijulikana kwa msimamo mkali dhidi ya ushawishi wa Marekani na kuimarisha uhusiano wa Venezuela na nchi kama Cuba Urusi na China. Baada ya kifo cha Chavez, mwaka 2013, Maduro alichaguliwa kuwa rais katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa. Tangu hapo, amekuwa akiendeleza sera za chavismo zinazolenga usawa wa kijamii na udhibiti mkubwa wa serikali katika uchumi, hasa sekta ya mafuta. Hata hivyo, utawala wake umekumbwa na matatizo makubwa ya kiuchumi. Venezuela imepitia mfumuko mkubwa wa bei, uhaba wa chakula na dawa na kuporomoka kwa thamani ya fedha hali inayosababisha mamilioni ya raia kuhama nchi yao kwenda mataifa mengine ya Amerika ya Kusini na duniani kote. Maduro amekuwa akikabiliwa na upinzani mkali wa ndani na lawama kutoka jumuiya ya kimataifa. Nchi kadhaa, hususan Marekani na washirika wake zimeituhumu serikali yake kwa ukandamizaji wa demokrasia, haki za binadamu na kufanya chaguzi zisizo huru wala za haki. Nicolas Maduro alikamatwa na jeshi la Marekani mapema tarehe tatu mwezi huu katika mji wa Caracas, Venezuela wakati wa operation kubwa ya kijeshi ya Marekani iliyolenga kumkamata na kumhamisha kwenda New York. Marekani ilikubaliana na mashtaka ya jinai, ushirikiano wa uhalifu wa madawa ya kulevya na usafirishaji wa cocaine mbele ya mahakama ya shirikisho ya Manhattan. Hata hivyo, mapema hii leo, shirika la utangazaji la Reuters limeripoti kuwa Nicolas Maduro alijitangaza kuwa rais wa Venezuela wakati alipokuwa akipinga kukamatwa kwake na amekanusha mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya, mashtaka ambayo utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitumia kuhalalisha kuondolewa kwake madarakani. Akiwa mahakamani mjini Manhattan, Maduro alisema kwa lugha ya Kihispania kupitia mkalimani wake kwamba alikamatwa kabla ya jaji kumkatiza. Alipoulizwa kuhusu msimamo wake kuhusu mashtaka yanayomkabili, Maduro alisisitiza kuwa hana hatia ni mwadilifu na kwamba bado yeye ndiye rais wa halali wa nchi yake. Naitwa Hussein Hussein, Hussein.